Huko Afrika magharibi kumeibuka sauti mpya, sauti ya kijana jasiri anayejaribu kuiamsha roho ya uhuru wa kweli barani Afrika. Huyo sio mwingine ni Ibrahim Traore, rais wa mpito wa Burkina Faso. Huyu mwamba sio tu kiongozi wa nchi, bali ni alama mapambano dhidi ya ubeberu. Lakini je, safari yake itafanikiwa? Au atakutana na hatima mbaya kama ya Gaddafi, Sankara au Saddam Hussein? Karibu tujifunze pamoja katika makala hii fupi ya kiuchambuzi. Ibrahim Traore alipata madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba mwaka 2022, akiahidi kuirudisha nchi yake kwenye mstari wa heshima, usalama na kujitegemea. Wakati huo, Burkina Faso ilikuwa kikumbwa na mashambulizi ya vikundi vya kigaidi, rushwa, utegemezi wa misaada ya nje na ushawishi mkubwa wa nchi ya Ufaransa. Alipoingia madarakani, alikata kabisa mahusiano ya kijeshi na Ufaransa na akaanzisha uhusiano mpya na mataifa kama Russia, Mali na hata Iran. Traore anatamani kuijenga upya nchi yake iliyojaa majeraha ya ukoloni kwa falsafa ya kujitegemea au kufa. Lakini hapo hapo tukumbuke kwamba kila anayesimama dhidi ya mfumo dhalimu wa kimagharibi lazima aweke roho yake rehani, kwa sababu anytime atatengenezewa zengwe, wapite naye. Yafuatayo ni baadhi tu ya matishio anayokutana nayo na kuna uwezekano mkubwa wa kukutana nayo kwa siku za mbeleni. Moja, tishio la mapinduzi ya ndani. Kama ilivyotokea kwa Tomasi Sankara, kiongozi kima wa kimapinduzi wa Burkina Faso, aliyeuawa kwa usaliti, Traore anazungukwa na maadui wa ndani waliopandikizwa: Magenge ya kisiasa wanajeshi waliojipenyeza kwenye jeshi, vibaraka wa Magharibi kwa kushirikiana na taasisi za nje wanaweza kujaribu kumpindua, na dalili hii ilishaanza kuonekana kwa majaribio kadhaa yaliyofeli. Lakini pili, atakumbana na mashinikizo ya kiuchumi. IMF na benki ya Dunia, mataifa ya Magharibi yakimshindwa kote huko, yanaweza kumwanzishia vikwazo kuzuia misaada au kuingilia biashara ya madini ambayo ni uti wa mgongo wa uchumi wa Burkina Faso. Lakini tatu ana hatari ya kuvamiwa kijeshi kama Gaddafi au Saddam Hussein. Kwa sababu kiongozi anayetangaza kujitegemea bila msaada wa nchi za magharibi mara nyingi huitwa tishio kwa demokrasia. Halafu anazushiwa propaganda. Kisha huondolewa kwa vikosi maalumu vya kijeshi au kwa sababu ya migogoro ya ndani iliyopandikizwa. Sasa basi, kama hatari zote hizo zitamwandama, je, kuna mbinu zozote za kujikomboa au kujinasua huku akiendelea na mapambano yake? Jibu ni ndiyo. Wakati China ilipoanza mapinduzi ya kiuchumi miaka ya sabini mpaka themanini, walitenga sekta muhimu kama kilimo viwanda na teknolojia na wakawekeza ndani ya taifa lao kwa nguvu zote. Traore anaweza kuanzisha kilimo cha mapinduzi kwa kutumia nguvu kazi ya vijana na jeshi kama ilivyofanywa na Mao Zedong wa China. Lakini pia alinde madini ya taifa lake, kuanzia dhahabu, manganizi, chuma na ahakikishe hayamilikiwi na wageni mbili ili kujilinda au ndivyo vikosi maalumu vya kitaifa visivyoingiliwa au kuhusishwa na mafunzo ya nje ya nchi, lakini pia vitakavyokuwa na uwezo wa kijasusi wa hali ya juu. Awekeze kwenye teknolojia ya ndani ya mawasiliano kama intraneti ya taifa, kudhibiti propaganda na mawasiliano ya maadui. Intraneti ya taifa ni mtandao wa ndani, yani private network, unaomilikiwa na taasisi za serikali au taifa. Haujatolewa kwa kila mtu kama intaneti ya kawaida. Wenyewe unatumika kwa mawasiliano ya ndani ya serikali, kutuma taarifa nyeti za nchi na kuhakikisha usalama wa data za taifa. Hii ni kupunguza utegemezi wa intaneti ya kimataifa kwa shughuli za ndani. Mfano, serikali inaweza kuwa na intraneti ya taifa inayounganisha ofisi zote za serikali kuanzia wizara hadi wilaya bila kutumia intaneti ya kawaida. Tatu, awe na diplomasia ya usawa kama Russia. Asifunge kabisa milango ya kidiplomasia, ila ajiunge na mataifa yasiyoegemea upande wowote kama vile BRICS, AU ECOWAS huru na kadhalika. Aingie mikataba ya pande mbili yenye usawa na mataifa kama Russia, China, Irani, au hata mataifa ya Afrika Mashariki. Nne, atumie propaganda za ndani. Atumie sana sana elimu, vyombo vya habari, muziki na mitandao ya kijamii kueneza uzalendo na kujitegemea. Awajaze watu wake sumu kuipenda nchi yao na wakati huo huo watu wamuone akichapa kazi. Kisha wananchi wataelewa dhamira yake, na nadhani washanza kumwelewa. Kitakachofuata ni watamlinda kama alivyolindwa Fidel Castro na wananchi wa Cuba, kwa sababu kuna wakati jeshi peke yake sio nguzo pekee ya ulinzi wa rais au kiongozi wa nchi, bali watu. Hata jeshi linaweza kukugeuka lakini kama wananchi wako wako na wewe, watakupigania na hakuna jeshi duniani litakaloweza kufanya chochote. Hii ndiyo mbinu wanayotumia mabeberu, kwamba kwanza wanakutengenezea propaganda kwa watu wako wakuchukie. Wakishafanikiwa, wanachochea migogoro ya ndani, kisha wanavamia. Sasa, ili kujilinda, aanze yeye kufanya hizo propaganda za kuwatengeneza watu wake na mwisho, ikiwa Traore atafanikiwa basi atakuwa mfano wa kuigwa na mataifa mengine ya Afrika yanayojaribu kujinasua kutoka kwenye minyororo ya kiuchumi, kijeshi na kisiasa. Lakini mafanikio hayawezi kuja kwa maneno matupu, bali mataifa yanapaswa kuwa na dira, siyo mipango ya miaka mitano, mitano bali mpango wa vitendo wa kulinda rasilimali zao kwa muda mrefu zaidi. Lakini pili, kwa kujenga jeshi imara, jeshi lisilotumika kutisha watu bali kulinda mwelekeo wa taifa huru litakalosimama na watu katika vipindi vyote. Na hili ndio muhimu, kwa sababu watu wakiwa wanyonge kwa vitisho vya ndani, likitokea la kutokea, wananchi hivyo hivyo hawatakuwa na nguvu au ujasiri wa kulitetea taifa lao likivamiwa na maadui wa nje. Na badala yake tujenge ujasiri wa kuwalisha sumu za ujasiri wananchi wa Kiafrika, kama vile ilivyotokea kwa hapa kwetu Tanzania kwenye vita vya Kagera, watu waamue kufa na kupona kupigania taifa lao na siokuwa wanyonge. Hili ndio muhimu zaidi. Lakini tatu, kuanzisha elimu za uzalendo kuanzia shule za msingi hadi vyuo vikuu. Watoto wetu wafundishwe kwa taifa linajengwa na wao wenyewe na, na tena ikiwezekana, aliwepo somo la uzalendo kabisa, kuangazia historia zetu pekee. Mwisho japo siyo kwa umuhimu Ibrahim Traore walau wameingia kwenye orodha ya viongozi wa chache jasiri waliodiriki kuota ndoto ya Afrika huru, lakini ndoto hiyo ina gharama zake. Kama atavuka salama atageuka kwa Putini wa Afrika, kama atashindwa ataingia kwenye orodha ya mashujaa waliouawa wakiwa madarakani. Je, Afrika iko tayari kumunga mkono au tutaangalia kiteketezo kisha tusimame kusema alikuwa shujaa wetu? Huu si wakati wa kusubiri, huu ni wakati wa kujifunza, kujiandaa na kuunga mkono mabadiliko ya kweli. Viva Afrika, viva Mimi naitwa Ananias Edgar.